Huduma mnazionaje? na huduma mnazionaje? Basi poleni sana, tunaombea mpone mjuli kwenye mi. Na serikali inafanya kila inachoweza kuakisha kwamba inaboresha miundombinu ya huduma zake. Afya ndo mtaji, kwa hiyo tumia hizi huduma rahis wekaaa sana a eneafatayo afya, elimu, maji na nishati na miundombinu ya barabara. Kwa hiyo kila mahali tunapita kuangalia tunavyoendelea, unasema hii ni serikali yetu, siyo jamani? tunashika mahali tunasema, lakini ambacho nataka niwahakikishie kuwa tutaendelea kuboresha kila mahitaji yana. Kwa hiyo poleni, ni vigumu sana kumhutubia mgonjwa ujenzi uliofanyika hapa, pamoja na kwamba ni force account. Watu wengine wanasema force account haina maana, inaharibu ubora. Hapa ubora umezingatiwa, unaangalia karibu kila jambo lililofanyika, unaona thamani ya fedha, value for money. Ukiangalia ile terazo, unaona hii itakuwepo kwa muda mrefu. Sasa huduma hii. Na mkiona ili jambo linafanyika, msidhani kuwa ni jambo la bahati mbaya. Ni kwa sababu mnayo serikali inayojali haki na maisha ya watu na rais wetu ambaye yeye ameapa kwamba katika kipindi cha uongozi wake atafanya kazi moja kubwa ya kuboresha hali ya maisha ya Watanzania. Inawezekana akatokea mtu mwingine akasema hiki na kile, lakini jamani, haya maneno hayahitaji mtu kuyasemea, yanajionyesha yenyewe. Waliokuwa hapa miaka mitatu iliyopita hali haikuwa namna hii. Leo hatutazungumza uwepo wa maabara ya kisasa zamani, watu walikuwa wanachukua makohozi hapa makohozi mara tatu kwenda kupima kifua kikuu kupeleka Kibongoto, unakohoa leo asubuhi, kesho tena unakuja na makohozi, kesho kutwa tena unakuja na makohozi ili mtu aweze kukonfirm na kifua kikuu. Tumehama huko, kohozi lako la mara moja hapa hapa linafanya mpaka na utaratibu wa kacha dawa gani kutibu kwenye ugonjwa ulionao. Mama Samia hey, no, ye yeah. Hapa akitokea mtu akasema rais anaupiga, mwingine mwingine ananuna, ah, si unasema sawa tu. Hata Yesu aliwaacha na Mtume Muhammad aliwaacha, kuna watu hawataridhika tu. Watanzania wanachohitaji ni huduma bora, wanachohitaji ni mahali wakienda watibiwe, aliye na maumivu akija hapa atoke maumivu yake yamemtoka, kutana na nesi au na daktari atibiwe, hali yake ibadilike. Hicho ndio tunachohitaji. Hizi siasa tutaendelea kufanya, kila mtu atasema hiki na kile, lakini ukweli ni kwamba tutapimwa kwa maendeleo, na maendeleo ni haya, na huu ni mfano mmojawapo, na kwa sababu hiyo nawapongeza sana sana halmashauri hii.